nambari nne. Turejee hapa kaunti nambari 47 ambapo mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA, imezuilia leseni za madereva 62 wa magari ya uchukuzi wa umma na kuamuru wafanye tena mtihani wa madereva. Hatua hii inafuatia tathmini ya ukiukaji wa sheria za trafiki. Mamlaka hiyo ilipokonya leseni za madereva hao kutoka kampuni sita, huku kampuni ya Tahmid Express Limited ikiongoza na idadi ya madereva 23 madereva 23, Latema Travelers Bus and tatu Meru Nissan Operators Sako madereva kumi Moline Prestige Services Shuttle Limited madereva sita, MT Trans Sacco Limited madereva saba na watatu kutoka kampuni ya Enabled Mashariki Investment Limited. NTSA imetoa ripoti ya ongezeko la vifo vinavyoshuhudiwa barabarani kati ya mwaka 2024 na 2025 huku watu wanaotembea kwa miguu idadi ikiongezeka hadi 1685 kutoka 1650. Madereva ikiwa zaidi ya 400 kutoka 370, abiria wakiwa ni 723 kutoka 789 na abiria wa pikipiki wakiwa ni 423 kutoka 375, waendeshaji baiskeli ikiwa 67 kutoka 72, na waendeshaji pikipiki ikiwa 1448 kutoka na 1155 15. Idadi kamili ya vifo ikiwa ni 4458 ya mwaka 25 kutoka 4300 ya mwaka 2024.